Ni Adili ni mkuu wa kitengo cha wateja binafsi benki ya CRDB. Kama Watanzania mlivyoshuhudia, leo tumepata mshindi wetu wa kwanza wa kampeni yetu ya benki ni SimBanking humu tu. Kwenye kampeni yetu hii tuna magari matano, kwa maana ya kwamba tuna IST new model 4 uh, lakini vilevile vile tuna gari ambayo tutalitoa Disemba, ambayo ni Toyota Harrier Anaconda. Anaconda, magari yetu yote haya ni mapya na ni magari ambayo yanakuja na full tank lakini vile vile yanakuwa na insurance ambayo ni comprehensive. Kwa hiyo tunawaambia Watanzania wote walioko bara, walioko visiwani, walioko mjini, walioko vijijini kwamba kama hauna account na benki ya CRDB hakikisha unafungua account na benki ya CRDB. Lakini kama hauna sim banking hakikisha unapata sim banking na unaitumia sim banking. Tuna wateja zaidi ya milioni sita ambao wanatumia benki yetu ya CRDB. Katika hawa milioni sita bado sisi tunawaona ni wachache sana kwa sababu Watanzania tuko zaidi ya milioni sabini. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote warika zote, wazee, vijana, watu wa makamu waweze kuitumia benki yao ya CRDB na waweze kushinda uh, katika uh, kampeni yetu hii ambayo inaendelea, ili mteja aweze kushinda anahitaji kufanya vitu virahisi sana. Kitu cha kwanza awe na SimBanking, lakini kitu cha pili aweze kutumia SimBanking katika miamala yake ya kibenki, kwa maana ya kwamba anapotuma hela tumia SimBanking, unapolipia maji tumia SimBanking, unapoenda kwa wakala tumia SimBanking. Ukienda branch tumia SimBanking. Ukienda kwenye ATM kuna huduma yetu inayoitwa cardless cash withdrawal tumia SimBanking na kwa namna hiyo unaweza ukashinda, kama mshindi wetu ambaye amepita amesema yeye alikuwa anafanya miamala kama kulipia luku, kulipia maji na jana tu amelipia luku ya shilingi elfu kumi tu. Kwa hiyo elfu kumi imempa gari aina ya Toyota AST ambayo ni mpe na ina full bima na ina full tank. kwa hiyo Watanzania wasijali, sisi hatuangalii kipato cha mtu. hata kama ni elfu moja unaweka vocha, tumia sim banking kuweka vocha. hata kama ni elfu mbili unanunua umeme, tumia sim banking. Mtu akikutumia elfu tano, umefanya kazi elfu kumi, elfu hamsini, tumia SimBanking. Kwa namna hiyo unaweza ukashinda, na jinsi ambavyo tunatengeneza hizi droo zetu tunazitengeneza kwa namna ambayo ni ya uhakika, na serikali inakuwepo kuangalia. Kwa hiyo mshindi anayepatikana anapatikana bila upendeleo wa aina yoyote. Tunawasisitiza tena na tena watanzania wote kwamba benki yao pendwa ya CRDB ipo kwa ajili yao waitumie, waitumieh. Mimi ni kama msimamizi wa droo hii ya SimBanking Humu Tu, uh, nimehakikisha droo hii imefanyika kwa haki.